DW. Habari za Ulimwengu. Msomaji mm, mm, wako asubuhi hii ni mie Suleman Mwiru, na kwanza ni muhtasari wake. Maelfu ya watu kuendelea kuomboleza kuendelea kutoa heshima zao za mwisho kwa Papa Francis hii leo Serikali ya Kongo na M23 watoa ahadi ya ya pamoja ya kusitisha mapigano. Na Rais Donald Trump wa Marekani ametupia lawama rais wa Ukraini kwa kukataa kukubali kulipoteza eneo la Crimea ili kumaliza vita. Habari kamili. Vatican City. Dunia inaendelea kuomboleza ina kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis aliyeaga dunia Jumatatu wiki hii akiwa na umri wa miaka 88, baada ya kuugua kwa muda mrefu. Makumi ya maelfu ya watu wanatarajiwa kuendelea kujitokeza hii leo kuuaga mwili wa kiongozi huyo kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican. Asubuhi ya leo, zoezi hilo litafunguliwa kuanzia majira ya saa moja asubuhi hadi saa moja jioni kwa saa za Vatican. Duru za ndani kutoka Vatican zinakadiria kuwa kufikia jana jioni watu elfu ishirini walikuwa tayari wamesha utazama mwili wa Papa huku karibu watu laki moja walikuwa wamekusanyika nje ya uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro wakisubiri nafasi hiyo. Maziko ya Papa Francis yanatarajiwa kufanyika siku ya Jumamosi. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi wa M23 zimetoa taarifa ya pamoja zikisema zimekubaliana kusitisha mapigano mashariki mwa nchi hiyo wakati zikiendelea na juhudi za usitishaji wa kudumu wa mapigano tangazo hilo linafuatia mazungumzo ya upatanishi yaliyosimamiwa na Qatar ambapo pande zote mbili zilisema zimekubaliana kufanyia kazi juhudi za kufikia makubaliano katika mzozo huo ambao umepelekea waasi wa M23 wanaotajwa kuungwa mkono na Rwanda kuteka miji muhimu mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa hii, taarifa hii ya hivi punde imesema pande zote mbili zimethibitisha kujitolea kwao kusitisha mapigano mara moja na kusitishwa kwa uhasama baina yao katika muda wote wa mazungumzo. Mwanzoni mwa mwezi huu Qatar ilichukua jukumu la kidiplomasia na kusimamia juhudi za upatanishi baina ya pande hizo mbili. Washington Rais wa Marekani Donald Trump amemtupia lawama rais wa Ukraine Volodimir Zelenski kwa kukataa kukubali kulipoteza eneo la Crimea ambalo tayari linakaliwa kimabavu na, wa na Urusi ili kumaliza vita baina ya nchi hizo mbili. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, Trump amesema makubaliano ya kumalizika kwa vita yalikuwa karibu mno na Urusi iliukubali mpango wa mpango wa Marekani, lakini rais Zelenski wa Ukraine aliyekataa masharti hayo ambayo Marekani inasema yangeliweza kumaliza kabisa mzozo huo. Katika hatua nyingine, Zelenski amejibu kauli hiyo kwa kuchapisha kwenye mtandao wa kijamii chapisho kuhusu Crimea la mwaka 2018 la aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani wa wakati huo Mike Pompeo, ambalo lilisema Washington inakataa jaribio la Urusi kuitwaa Crimea. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Dar es Salaam, serikali ya Tanzania kupitia waziri wake wa kilimo Hussein Bashe imetangaza kuyapiga marufuku mazao ya kilimo kutoka nchi za Afrika Kusini na Malawi kuingia nchini humo baada ya nchi hizo mbili kuzuia mazao kutoka Tanzania kuingia kwenye nchi zao. Waziri Bashe ametangaza msimamo huo licha kwa ya kwamba mazungumzo yanaendelea baina ya nchi hizo mbili kupitia kwa wizara ya mambo ya nje ya Tanzania, lakini amesema nchi hiyo haiwezi kuendelea kusubiri na kunyimwa haki hiyo ya kibiashara. Afrika Kusini imepigwa marufuku kuingiza bidhaa zake za kilimo ikiwemo matunda, huku Malawi ikizuiwa kuingiza na kupitisha mazao yote ya kilimo nchini Tanzania. Wiki iliyopita Tanzania ilitoa taarifa ya kuyataka mataifa hayo kubadili misimamo yao hadi jana siku ya Jumatano na ikaahidi kuchukua hatua hizo ikiwa hayatobadili misimamo yao na hatimaye Tel Aviv Mataifa ya Ujerumani, Ufaransa na Uingereza yametolea mwito Israel kuondoa vikwazo vyake na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Vikwazo hivyo vimekuwepo kwa zaidi ya siku 50. Mataifa hayo matatu kwenye taarifa yao pa ya pamoja yameonya kuhusu mzozo huo wa kibinadamu unaozidi kuwa mbaya zaidi, yakisema raia wa Palestina iki, akiwemo watoto milioni moja wanakabiliwa na hali mbaya ya njaa, magonjwa na vifo. Taarifa hiyo imeongeza kwamba misaada ya kibinadamu kamwe haipaswi kutumika kama, kama chombo cha kisiasa na Israel iliyo chini ya sheria ya kimataifa inalazimika kuruhusu upitishaji wa misaada bila vikwazo vyovyote. Msikilizaji, huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.